Nam, karibu tena, hivi ndivyo ambavyo malezi bora kabisa ambayo yanaendelea nyumbani kwa Marioo hmm. Paula pamoja na mume wake huyo mtarajiwa Marioo, wakisaidiana katika kumlea mtoto huyo Amara kama unavyoona hapa video mm, hii kuweza kutrendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii unajua, kwamba siku za hivi karibuni mtoto mm, huyo huyu Amara ameweza kufikisha mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake, na waliweza kumfanyia birthday ya kifahari kwelikweli, kuweza kualika mastawa kubwa hapa nchini kwa ajili ya kuweza kuhudhuria katika kusherekea mwaka mmoja mm, birthday ya mtoto wa huyo Amara. Hatima wameweza kuvujisha video hiyo mm, wakiwa pamoja wote wazazi wakiwa wanamlea mtoto huyo Amara, na hii inaonyesha kabisa kwamba Mario anapambana, na yeye kina Gobaga, kuweza kuhakikisha kwamba nashiriki katika marezi ya kuweza eh, kumlea mtoto wake huyo Amara. Nikumbuke kwamba tayari Mario ameshalipa mahali yote nyumbani kwa kina Paula, mm, hizi ni za ndani kabisa kwamba kinachosubiliwa ni kuweza tu kuwafungisha ndoa kwa sababu tayari Marioo ameshapewa baraka zote kutoka kwa wazazi wake na Paula kwamba ndiye mke wake. Yani, ameshapewa dhini kubwa ya kuishi na Paula mm, baada tu ya kuweza eh, kuzaa naye mtoto huyo wa kwanza kabisa ambaye ni Amara mm. Nakumbuka kwamba Amara ameweza kuzaliwa katika familia ya kitajiri, amezaliwa katika familia ya kistaa kwa sababu baba yake msanii mkubwa hapa Tanzania, ni star pia. Hata mama yake ni star pia. Bibi yake Kajala pia ni star babu yake bayake huyo, bwana Amara ameweza kujikuta kuweza kuzaliwa katika familia ya kista na yeye kuweza kuwa miongoni mwa watoto ambao ni mastaa wakubwa hapa nchini na kuweza kuwa na jina kubwa katika tasnia ya kiwanda cha burudani. Ni jambo kubwa ambalo limeenda kutendeka katika mtandao wa kijamii, baada tu ya Amara kuweza kufanyiwa birthday na kuweza kuonyeshwa mm, ya ya sura yake harisi na wazazi wake. Na kama unavyomwona hapa mm, huyu ndiye Amara kabisa ambaye ameweza kuchukua kufanana kwake kwa baba na mama mm, kuweza kuonekana ni mtoto mwenye hekima mwenye busara na ni mpole mpole, kule kweli mtoto mm, huyu ni mpole sana sana, kama baba yake huyo Mario. Na sana ni na asante machache ambayo tumeweza kujuza, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio. Ni mpole sana kama baba yake huyo Mario, na asante sana. Haya ni machache ambayo tumeweza kujuza, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto. Ni sisi Bongo Mpya Tv, tuko hapa kila siku, hakikisha unabonyeza na subscribe ili kuendelea kupata habari zetu. Asante sana.